Ukiachana na stori za regos huko Nigeria, one of the best story ambayo ina make Adrian katika mitandao ya kijamii ni story kutoka katika jiji la Manchester. Ee bana, huko Uingereza, ambapo usiku wa kuamkia leo tumeshuhudia one of the biggest match, mechi ya robo fainali ya Europa League, UEFA Europa League, one of the biggest match ambayo ilijaa maajabu mengi kwelikweli. Jana tumeyashuhudia maajabu ya soka kwelikweli. Kwanza mchezo wa kwanza ambao Manchester United ilicheza katika uwanja wa nyumbani wa Lyon ulikuwa mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya goli mbili kwa mbili. Kwa hiyo jana Manchester United walikuwa anatafuta ushindi kwa hali na mali, kweli kweli, dakika arobaini na tano za kipindi cha kwanza zinamalizika Manchester United wakiongoza kwa goli mbili kwa sifuri dhidi ya Lyon, magoli ambayo goli la kwanza likiwekwa kambani na Ugarte na goli la pili likiwekwa kambani na Dalot. Aggregate ilikuwa ikisoma 4 mbili tukarudi kuzishuhudia dakika nyingine 45 za kukamilisha tisini za kucheza, dakika ambazo kiukweli zilianza vizuri kwa pande zote mbili, mpaka kuna wakati Manchester United wakawa wanajua tayari wamesha win game e bana. Dakika ya 71 ya mchezo, Torisso anaandika goli la kwanza kwa Lyon. Dakika ya 78 ya mchezo, Nicolas Tagarafico anaweka goli la pili kwa Lyon na kulevo scoreboard mpaka tisini dakika zinatamatika, Manchester United mbili Lyon mbele, aggregate 4 kwa 4, ikabidi mchezo uende katika dakika 120, dakika ambazo zilikuwa za moto kwelikweli kwa pande zote mbili. Katika dakika kumi za kwanza katika zile 15 ambazo ziliongezwa za kipindi cha kwanza Lyon wanaweka magoli mawili kambani, vyuma viwili, kwa hiyo wakawa naongoza nne mbili, Manchester United mbili Lyon nne. Ebana, mashabiki wa Manchester United wote hoi wameshakata tamaa kabisa, wanajua mechi wameshaipoteza. Katika dakika mia moja kumi na nne Manchester United wanapata mkwaji wa penalty, mkwaji wa penalty ambao unawekwa kambani na Bruno Fernandes. Dakika mia moja ishirini Kobbie Mainoo anaandika goli la nne kwa Manchester United at the level scoreboard ikisoma nne kwa nne. Ebana, dakika mia ishirini za kuhesabu zikatamatika, zikaongezwa dakika nyingine za kucheza. Katika dakika ya kwanza ya nyongeza Harry Maguire anaandika goli la tano kwa Manchester United. Full time Manchester United tano Lyon nne, agrigate ikisoma saba kwa sita. Hii ni moja ya mechi ambayo ilitoa magoli mengi kwelikweli katika UEFA Europa League. Hii ndo mechi ambayo imetoa magoli mengi zaidi, magoli tisa kwa pande zote mbili, Manchester United wakipata magoli matano, Lyon wakipata magoli manne. One of the biggest match katika historia ya soka, ni mechi ambayo imetengeneza history record ya aina ya yake kweli kweli, eh, Manchester United wanafanikiwa kufuzu kwenda katika hatua nusu fainali ya UEFA Europa League. Ulitazama mechi hii, ni kitu gani kilikuvutia zaidi katika hii mechi? Drop your comment hapo kwenye comment hapa ni Super 12 ya Dino wa Television, endelea ya kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.